Tanzania, kwa mara ya kwanza kabisa, naweza nikasema kwa karne hii, wameshtuka sana, hasa viongozi wa CCM ambao wamekuwa madarakani tangu mwaka elfu moja mia tisa na sitini na yani, tangu uh, nchi ya Tanzania inapata uhuru uh, kuona vijana yani, hapa ni vijana wamejitokeza, wameingia street na kuzungumza ambayo, uh, yamewakaba kwelikweli. Uh, naweza nikasema hata baada ya mshindi kutangazwa leo hii, simampiga kura. Baada ya mshindi kutangazwa, uh, rais ambaye naambiwa sasa hivi ni uh, Samia Suluhu ndo atakuwa anatangazwa muda usio kwa mrefu, anatakiwa kufanya jambo. Yani asiliwachie tu hapo swala hilo, kwa sababu waga inaanza hivi polepole pole. Na unajua siku za kwanza, kwanza waga ndo kama testing, you know E, vijana wamejitokeza. Kuna watu wengine ambao walikuwa wanaogopa ogopa. Kwa mfano kama jana, nilikuwa naona idara ya ulinzi uongozi ikisema kwamba e, kipigo kitakuwa ni cha mbwakoko na nini na vitu, kulikuwa na vitisho vingi sana na, uh, vijana walikuwa wanatishwa sana kwamba ukijitokeza ukifanya nini utakuwa, utaenda gerezani utapigwa kipigo cha mbwakoko na nini na vitu kama hivyo, lakini uh, cha ajabu ni kwamba bado vijana walikuwa wameshajitokeza na wakaingia kwenye streets na ikawa kitu kubwa sana mtazamaji wangu. Sasa hivi vitu kabla havijakuwa ya moto zaidi unatakiwa ku control. And Samia asipofanya kitu ipo siku itakuja kumlemea kwa sababu ni watu ambao uwezo ukawaua wote, kwa sababu the more unawaua the more sasa ndio unaweza ukaharibu zaidi. Kwa sababu kuna namna picha unaweza ukatengenezewa, uka, ukaonekana mwaji. You know, people like William leo hii moja kati ya vitu ambavyo vinawazunguka ni kwamba waliua watu, umeelewa, yaani yeye na serikali yake waliua watu, as much as kwa upande wao huaga wanasema, uh, haikuwa ni swala la kuua watu, lakini ilikuwa ni swala la kudeal na watu ambao walikuwa wanataka kuharibu nchi, umenipata. So Samia lazima afanye chochote ambacho anaweza kafanya, ili mambo yaende vizuri. So hapa kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nataka kuzungumzia kuhusu, ni vitu gani hivi ambavyo uh, Rais Samia anataka kufanya ili mambo ya kuwe sawa kwa sababu kuna mtu leo ameona tu akasema mmm, kumbe inawezekana watu wakaingia kwenye street. Kumbe watu hao wao, in fact, kama na, nimependa jeshi namna ambavyo imedeal na, na, na waandamanaji. Mpaka sasa hivi sijapata taarifa au hakujatokea taarifa kwamba kuna mtu au watu wameuawa. In fact, mambo yanaenda ya vizuri sana, watu wanafanya maandamano sehemu zingine, watu wanapiga kura mikoani huko, watu wanapiga wanapiga kura. Lakini sasa upande huu mwingine wa mji uh, Dar es Salaam na mitaa ambayo inaizunguka umeona watu wanafanya maandamano. And before watu wakuwe wengi hata siku nyingine au siku za usoni lazima ahakikishe kwamba kuna mambo mengine ambayo anaweka vizuri, la sivyo watamsumbua sana. Na Kenya ilikuwa ni mfano mzuri hapa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, wa Kenya walifanya maandamano na at some point, viongozi kuna namna baridi iliwaingia. Yeah, so mama Samia anataka kuwa makini sana, but before that, naomba muone taarifa hii hapa, hii hapa, naomba iwafikie team double updates na mtu yote ambaye anataka kuungana na sisi kutembea kwenye safari hii hapa lakini kwa wale ambao wameiona tayari, you can just skip, tukutane mbele, kwa sababu kuna mengi ambayo nataka nikufahamisha hapa. Ndio tuendelee, naomba usaidizi kutoka kwenu team double updates, tushirikiane, tushikane mikono ili tuwasaidie pale tutaweza, kina mama hawa ambao wamekwama hospitali ya mama Lucy, hapa Nairobi, na kabla ya usaidizi wako, naomba kwanza usikilize stori yao. Wakati nilitembelea hospitali ya Mama Lucy Jumatatu hii nilishtuka sana kukutana nao kwenye room moja, zaidi ya kina mama thelathini au thelathini ambao wamekwama na hawajui watafanya nini ama wataenda wapi. Kilichoniumiza zaidi ni kwamba kina mama hawa walijifungua kwa uh, operation ambao wengine huwa wanaita CS. Uh, wengine wakajifungua kawaida, na kwa bahati mbaya wote watoto hawakusurvive, walifariki au wakafariki, lakini kwa muda tofauti tofauti. Na cha ajabu ni kwamba kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuwazika watoto wao makwao, walikubali wakapewa hospitali ruhusa ya kudispose miili ya watoto hao, au watoto wao, ili na wao wapambane kutafuta pesa ya kulipia bills zao watoke lakini, ndio hivyo, wakashindwa mpaka sasa hivi tunaongea, wameshindwa kabisa kulipia bills zao, na wanaomba kama itawezekana, sisi hapa team Double Updates tutoe uh, watakaowezekana tufanye chochote ambacho tunaweza tukafanya, na kulingana na tutakachopata, uh, si ndio? Au kulingana na kitu ambacho tutapata. Sasa naomba hapa watu elfu tano tu tuko wengi hapa double updates na watu elfu tano kama tutajitolea kama tutafanikiwa kuchanga hamsini hamsini kila mmoja wetu tutakuwa na elfu mia mbili hamsini elfu mia mbili hamsini, And, uh, niamini, elfu mia mbili hamsini uh, itatusaidia kutoa zaidi ya watu ishirina tano au hata wote thirty uh, ambao niliwapata kwenye hiyo room na kwa sababu wana, wana bills tofauti tofauti. Kuna wale ambao wana elfu ishirini kumi na tano kumi tati kuendelea hivyo hivyo, japo kwa mimi mwenyewe niliwaambia kwamba wajaribu eh na wao pia, mtu akipata elfu tatu elfu mbili elfu tano hivyo hivyo, kidogo kidogo, ambao watapata tutaongezea ya kwetu, then tutawatoa wiki hii hapa. So naomba ikiwezekana tuwatoe wiki hii uh, waanze uh, mwezo kumi na moja nyumbani wakiendelea uh, kuomboleza watoto wao, kwa sababu sio rahisi and uh, sio kitu kidogo kupoteza mtoto and uh, wengine hapa hata ni kama hawakuona watoto wao, kwa sababu you know, wakati umefanyiwa operation, kuna muda hata haujisikii vizuri, hasa umejifungua, mtoto amepelekwa labda hata nasari huko and imeshindikana, ndio hivyo, so sometimes huwa uh, so, naona wengi wanasema Hospitali ya Mama Lucy hapana, lakini mimi mwenyewe nilishuhudia, nikagundua huko ndani mambo sio rahisi, sio kama tunavyofikiria huko nje. You can imagine over 25 slums. Nataka unisikilize kwa makini kabisa, over 25 slums imeizunguka, na naweza nikakutajia, sio madhare, sio Dandora, sio baba dogo, sio Mukuru, sio Kayole, sio wapi, yani over 25 slums imeizunguka, na ujue ni watu ambao wana struggle na maisha af. Kila siku wanapokea wagonjwa ambao a wengi hivyo, hata matibabu sometimes, hayawezi akawa ambayo inatakikana. Inabidi hata kitanda kimoja watu wanasha watu tatu. Nikajua kweli watu wanapitia muda mgumu sana, kwa hiyo Team Double Updates, mtu yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa kwa namna moja au nyingine tafadhali kupitia details ambazo zipo kwenye screen, tunafanya challenge ya hamsini, na hapa tuko wengi kama nilivyosema, tuko watu elfu mia kuendelea. Nahitaji tu usaidizi kutoka kwa watu elfu tano na watu elfu tano hawa tukifanya challenge ya hamsini hamsini tutakuwa na almost 250,000 na hii pesa itatusaidia kutoa wote a uh, watu kama 30 ambao mimi niliwakuta pale na bado wanaongezeka by the way. So watu kama 30 ambao niliwapata pale tu watoe msimu uh, huu hapa wa Christmas waende nyumbani na waendelee kuomboleza watoto wao, kwa sababu uchungu mwana anajua mzazi. Uh, unajua, you can imagine mimi uh, nimepoteza mtoto bado niko hapa nimeshindwa kutoka. <sighs> Then mimi naamini naamini a uh, tukifanikiwa mambo yataenda vizuri sana. Kwa hiyo mche yeyote tu ambaye amegusa, hakuna mtu ambaye analazimishwa yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa kupita details ambazo zipo kwenye screen tuunafanya challenge ya hamsini, lakini kama unatamani labda hata kusimamia watu wawili watatu wanne, uh, unaweza kutoa 200, usimamie watu wanne au hata wawili, utoe 100, usimamie watu wawili, hivyo hivyo, and mimi naamini by Monday next week tutakuwa tumewatoa wameenda nyumbani, and naamini kila kitu kitakaa, sema ambapo inatakikana. Asanteni sana. Details ndio hizi hapa kwenye screen. Unaweza ukanipigia mtu yote ambaye ana kitu kingine, uh, anaweza akanipigia. Ben tutaongea na tujue ni namna gani tutasaidiana hapa sasa. Kwa sababu tutafanyaje? Inabidi tujisaidie wenyewe kwa wenyewe, sio? Asante sana. Mtu yote ambaye ameguswa kwa namna moja au nyingine, kuna mtu ambaye analazimishwa, basi unaweza kujiunga na sisi na tukawaokoa na tukawasaidia pia vile vile hawa kina mama. Sio lazima utoe pesa lakini kama una uwezo kutoa hata mtu mmoja, wana bills tofauti tofauti, kuna mwingine ambaye ana bill ya 10,000, kuna mwingine 15,000, mwingine 8,000, mwingine 4,000, mwingine 5,000 Uh, unaweza kufanya jambo, there is no problem, naweza nikakupeleka pale au wewe mwenyewe nikakupa direction, nikakupa jamaa unaongea naye huko hospitali, mkaenda mkatoa, hata kama ni wawili ama ni mmoja. But again kwa wale ambao wako mbali, bado unaweza kuzungumza na mimi hapa, uniambie uh, wewe unataka kushikilia watu wangapi. Kuna hii challenge ambayo tunafanya hamsini hamsini, wengine wanaamua kusimamia watu wawili mia, wengine wanne mia mbili, wengine mia tatu watu sita, uh, wengine watu kumi Umenelewa hivyo hivyo, polepole. So mtu yeyote tu ambaye anataka kuora najisikia ni kujisikia tu. Sio, ni kujitolea, naweza nikasema hivyo. Basi namba yangu ndio hiyo. You can just call me or WhatsApp me. Then mimi naamini kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Now nataka tumalizane na Mama Samia hapa. Mama Samia anatangazwa kuwa mshindi. Na hapa nina vitu vyangu kumi ambavyo anafaa kufanya before mambo ya kuwa ya moto zaidi. Kitu cha kwanza ni asikilize sauti ya vijana Gen Z. Kumbuka hawa ni watu ambao wamejifunza kutoka kwetu huko Kenya. Wameona kitu ambacho vijana walikuwa wamefanya. Na hivyo vitu ambavyo vijana walikuwa wamefanya, wakifanya na wao, viongozi wanajua tofauti. Mtu kama Ruto ni mtu ambaye hakuwa anajali and uh, bado pia alikuwa na pressure fulani ambayo alipatana nayo. And uh, Tanzania wale wako wengi na vijana wako wengi sana pale mjini, wakiamua kuingia, sisi tutakuwa wengi kiasi kwamba hata uwezo ukaoa. Na ni hivyo polepole tu inaanzaga. Sasa unakuta watu wanakuja wanaku wanakuvuruga wanakutoa hata kwenye uongozi usipochunga. So kusikiliza sauti ya vijana, rais asikilize ma ma malalamiko ya vijana kwa moyo wa wazi yani, asiweke ma feelings nyingi, hasa kuhusu ajira, gharama za maisha na uwajibikaji wa serikali. Unanielewa, kuanzisha majukwaa rasmi ya mazungumzo na vijana kunaweza kupunguza hasira mitaani. Kusiwe na hasira mitaani anafaa kuwasikiliza na kupanga ni namna gani atakaa nao. Lakini pia kitu kingine ni kukuza mazungumzo ya kitaifa, aitishe meza ya maridhiano ikihusisha vyama vya siasa, asasi ya kiraia, viongozi wa dini, vijana, wazee. Unanielewa, mazungumzo ya kitaifa yanaleta uelewano na kuzuia migawanyiko ya kisiasa. Akae nao chini, isikuwe ni CCM tu, ikuwe ni CCM tu eti ndo wanaweza wakaongea. Hapana kuna muda wanatakao, kabisa wanakaa pamoja, wanaongea, wana share ideas wote wote wote, viongozi ndio, isilete issues, wawe wanasikilizana. In short, uh, kitu cha tatu ambacho pia naweza nikamwambia mama Samia ni aheshimu uhuru na maoni na vyombo vya habari. Ehe, heshimu uhuru wa maoni na vyombo vya habari, isiwe tu ni Samia, isiwe tu ni CCM. yes, tunaweza tukawa kuna media ambayo ina support CCM but ruhusa ya wao pia kupeperusha taarifa zingine za vyama vingine inaruhusiwa, kama interviews pia inaruhusiwa. Eh, isikue, iwe balanced, isikue yani inaonekana kama sio CCM hakuna kitu kingine. Yani unajua, isifanye media pia hiyo inaogopa, uh, kuhost watu wengine. Nimeona hata Uganda, kuna siku Bobby alikuwa anafanya press, ndio all of a sudden naona media imeshakata, kwa sababu labda inaogopa eh, kwamba labda Bobby watazungumza kitu kibaya, ionekane kabisa wao ndio wametoa platform ya vitu vibaya vizungumzwe kuhusu, um, seven. Same tu na Tanzania naona kitu kama hiko kinaendelea. Sawa, chama kinaweza ikawa ina, ina maarufu na ina watu wake ambao wanatembelea media tofauti tofauti, lakini msizuie watu wengine kutoka vyama vingine. Ya, kwa sababu kuna uhuru wa kuwa na vyama vingi na vyombo vya habari vinatusaidia sote hapa, si ndio? Waruhusiwe pia na wao wazungumze maindi yao isionekane kama sio media ndio ina support na nini na vitu kama hivyo. Nilionaga kitu kama hiko Kenya. Wakati Raila alikuwa anawania nafasi ya urais mwaka elfu mbili ishirini na mbili alikuwa anasema kwamba media inampa nafasi nyingi sana Raila Odinga, ni kama media sio, na inasponsor sio, mambo kama hayo. And, uh, mashambulizi yakawa mengi kawa vyombo vya habari, sometimes wanafanyiwa vitu vingine ambavyo, uh, sio vizuri, lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikasema ni uh, arekebishe matumizi ya nguvu na vyombo vya usalama umenipata, eh? Yeah, kuna, kuna polisi na vyombo vya usalama wanatakiwa kabisa kutumia mbinu za mazungumzo sana na sio nguvu kupita kiasi. Aha, kuwajibisha askari wanaovunja haki za raia, utarejesha imani ya umma, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo ukiangalia pia hapa huku nyumbani vilikuwa vinaleta shida sana. Unakuta kuna watu wako hapa and they like, wanataka hiyo yani, yani, wa, wanataka ni vita tu, inakuwa ni vita, kuvunjana, kuuana Uh, viongozi kutoka upinzani ni kufukuzwa ni kufanyiwa nini? Yaani hivi vyombo vya vio usalama mara nyingi vinatumika vibaya sana, hasa na watu ambao wapo kwenye uh, mamlaka. Lakini pia kitu cha tano aweke mikata, mikakati ya ajira kwa vijana. Najua vijana usipo siku hizi walishaamka na wali eh, I mean, wanaendelea kulanga, wanaendelea kujifunza ni namna gani ya kuishi na wanasiasa. Sasa wakigundua hapa kuna pesa, kuna namna ambavyo wanataka kutusaidia ni sema tu watusaidii italeta issue. Umeelewa? Italeta shida kubwa sana. Kwa hiyo vijana wazingatiwe sana yaani it comes to maswala ya ajira. Yani anzisha maprogramu halisi za ajira na ujasiriamali kwa vijana kupitia teknolojia, kilimo cha kisasa, ubunifu. I think kutusaidia kupunguza hali, um, ya kukata tamaa. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikaongezea ni kupunguza gharama za maisha. Uh, mara nyingi gharama ya maisha au za maisha huwa inaweza ikachangia pia watu kujitokeza kama walivyojitokeza hivyo na kufanya maandamano. Hiyo hapo inaeleweka, unipata. eh, lazima weke mikakati za kudhibiti bei za bidhaa muhimu, eh, kama hivi vyakula mafuta. uh, hii itaonyesha serikali uh, uh, na kwa karibu na wananchi. Kitu cha saba ambacho pia naweza nikazungumzia ni kuhakikisha uchaguzi mwaka 2025 sh, uh, unakuwa huru na wa haki. Though, uh, sasa hivi hiwezi ikaonekana hivyo kwa sababu serikali ndio ilihusika kwenye kutengeneza ile bodi ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi. Umenielewa? Yeah, so at the end of the day hata hii ya mwaka 2025 itaonekana tu uchaguzi ambao haukuwa wa haki na wa, uh, uh, uh, huru. So hapo kidogo pia watajaribu kuangalia kitu cha nane, kukuza uwajibikaji uh, na kupambana na rushwa. Hizi um, unajua kuonyesha mfano wa uh, uwazi serikalini ikiwemo kuchukua hatua kali dhidi ya viongozi um, uh, ambao wanakula hizo uh, rushwa, si ndio? ya kutajenga imani ya wananchi kwa serikali, wataamini kwamba okay, uh, sawa, ni CCM ni wana CCM, but again punishment ipo kwa kila mtu ambaye anavunja sheria, haijalishi ni wa CCM au ni wa wapi. Lakini pia kitu kingine ni kujenga umoja wa kitaifa zaidi ya vyama kujenga umoja wa taifa zaidi ya nini? ya vyama. Yani, kuelekeza taifa kwenye ajenda ya umoja, amani na maendeleo, badala ya siasa za chuki au ubaguzi. Kusema na kufanya kwa vitendo kwamba Tanzania ni ya wote, isikae kitu cha sehemu moja. Umenipata, hiyo ndio inaletaga issue sometimes, mtazamaji wangu, lakini pia naweza nikazungumzia kuwekeza katika elimu na ubunifu wa vijana. Vijana wapate elimu, wao wanakuwa creative kidogo kwa ajili ya kutengeneza vitu vingine ambavyo ni sawa. And mimi naamini kila kitu kitakaa, uh, sehemu ambapo inatakikana. I don't know kwa upande wako wewe ni kitu kipi unaweza kuongezea kwa nilichokizungumza hapa. Mama Samia anafaa kufanya kitu, anatangazwa kuwa rais. Hawezi kushindwa, tu we all know that. But again akishapata before mambo haya ya kuwa moto kupita kiasi. Aangalie ni namna gani atasolve issues ili mambo yaende vizuri. Na ndio mimi kitu ambacho naweza nikasema hapa. Kwa hiyo Uh, tumalizie hapo. Kama una kitu kingine ambacho nataka kuongezea hapa chini, sehemu ee, sehemu ya comments, una nafasi nzuri sana, you can do that and um, mengine tutazungumza baadaye, si ndio, sindio? Kwa hiyo uh, tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Naomba usaidizi kutoka kwenu, team Double Updates, tushirikiane, tushikane mikono ili tuwasaidie pale tutaweza, kina mama hawa ambao wamekwama hospitali ya Mama Lucy hapa Nairobi. Na kabla ya usaidizi wako, naomba kwanza usikilize stori yao. Wakati nilitembelea hospitali ya Mama Lucy Jumatatu hii, nilishtuka sana kukutana nao kwenye room moja, zaidi ya kina mama thelathini au thelathini, ambao wamekwama na hawajui watafanya nini ama wataenda wapi. Kilichoniumiza zaidi ni kwamba kina mama hawa walijifungua Uh, cooperation ambao wengine huwa wanaita CS, uh, wengine wakajifungua kawaida, na kwa bahati mbaya wote watoto hawakusurvive, walifariki au wakafariki, lakini kwa muda tofauti tofauti, na cha ajabu ni kwamba kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuwazika watoto wao makwao, walikubali wakapewa hospitali ruhusa ya kudispose miili ya watoto hao au watoto wao, ili na wao wapambane kutafuta pesa ya kulipia bills zao watoke, lakini ndio hivyo wakashindwa. Mpaka sasa hivi tunaongea, wameshindwa kabisa kulipia bills zao, na wanaomba kama itawezekana sisi hapa team Double Updates tutoe uh, watakaowezekana tufanye chochote ambacho tunaweza tukafanya, na kulingana na tutakacho Uh, ndio au kulingana na kitu ambacho tutapata. Sasa naomba hapa watu elfu tano tu, tuko wengi hapa Double Updates. Na watu elfu tano kama tutajitolea kama tutafanikiwa kuchanga hamsini hamsini kila mmoja wetu tutakuwa na elfu mia mbili hamsini uh, niamini elfu mia mbili hamsini, uh, itatusaidia kutoa zaidi ya watu ishirini na tano au hata wote 30 ambao niliwapata kwenye hiyo room na kwa sababu wana, wana bills tofauti tofauti. Kuna wale ambao wana elfu ishirini kumi na tano kuendelea hivyo hivyo, japo kwa mimi mwenyewe niliwaambia kwamba wajaribu na wao pia, mtu akipata 1000 2000 elfu tano hivyo hivyo kidogo hio hio kidogo kidogo, ambao atapata tuongezea ya kwetu, then tutawatoa wiki hii hapa. So naomba ikiwezekana, tuwatoe wiki hii. Uh, waanze uh, mwezo kumi na moja nyumbani uh, wakiendelea kuomboleza watoto wao, kwa sababu sio rahisi uh, sio kitu kidogo kupoteza mtoto uh, wengine hapa hata ni kama hawakuona watoto wao, kwa sababu you know, wakati umefanyia operation kuna muda hata haujisikii vizuri, hasa umejifungua mtoto amepelekwa labda hata nasari huko, and imeshindikana, ndio hivyo so huwa sometimes huwa naona wengi wanasema hospitali ya Mama Lucy hapana, lakini mi mwenyewe nilishuhudia nikagundua, huko ndani mambo sio rahisi, sio kama tunavyofikiria huko nje. You can imagine over 25 slums. Nataka unisikilize kwa makini kabisa, over 25 slums imeizunguka. Naweza nikakutajia, sio Madhare, sio Dandora, sio baba Dogo, sio Mukuru, sio Kayole sio wapi yani, over 25 slums ime, ime izunguka na ujue ni watu ambao wana -struggle na maisha kila siku. Wanapokea wagonjwa ambao hata hawajiwezi, na sasa hata kuna muda mwingine wengine wanaachiliwa hawawezi kwenda nyumbani. Uh, kwa sababu ya kukosa mbele wala nyuma. And, uh, nikajua kweli watu wanapitia muda mgumu sana. Kwa hiyo uh, team double updates, mtu yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa kwa, kwa namna moja au nyingine, tafadhali kupitia details ambazo zipo kwenye screen, tunafanya challenge ya hamsini na hapa tuko wengi kama nilivyosema, tuko watu elfu mia kuendelea, nahitaji tu usaidizi kutoka kwa watu elfu tano na watu elfu tano hawa, tukifanya challenge ya msingi msingi, tutakuwa na almost 250,000 na hii pesa itatusaidia kutoa wote uh, watu kama 30 ambao mimi niliwakuta pale na bado wanaongezeka by the way. So, uh, watu kama 30 ambao niliwapata pale tuwatoe, uh, msimu huu hapa wa Christmas waende nyumbani na waendelee kuomboleza watoto wao, kwa sababu uchungwa mwana anajua mzazi. Uh, you can imagine wewe, nimepoteza mtoto bado niko hapa, nimeshindwa kutoka then mimi naamini naamini tukifanikiwa mambo yataenda vizuri sana. Kwa hiyo mtu yeyote tu ambaye ameguswa, hakuna mtu ambaye analazimishwa, yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa kupita details ambazo zipo kwenye screen. Tunafanya challenge ya hamsini, lakini kama unatamani labda hata kusimamia watu wawili watatu wanne, uh, unaweza ukatoa mia mbili usimamie watu wa nne, au hata wawili utoe mia usimamie watu wawili hivyo hivyo and mimi naamini by Monday next week tutakuwa tumewatoa wameenda nyumbani and naamini kila kitu kitakaa sawa ambapo inatakikana asanteni sana details ndo hizi hapa kwenye screen unaweza ukanipigia mtu yote ambaye ana kitu kingine anaweza akanipigia then tutaongea na tujue ni namna gani tutasaidiana hapa sasa kwa sababu tutafanyaje inabidi tujisaidie wenyewe kwa wenyewe sio